Bismi llah wasalatu wassalamu ala rasuli llah wa ala alihi wa ashabihi wa manwala ama bad, tunaendelea katika mtiririko wa darsa yetu hii ya Sira. Tunaendelea kujifunza historia ya Mtume tangu mazazi yake, kukuwa kwake na mpaka kukabidhiwa majukumu ya utume na mpaka kufa kwake na kitabu tunachotumia ni khulasatu nuri lyaqini. Bado tumo katika juzuu ya kwanza, na leo tunaingia katika darsul khamisu, somo la tano, tarbiyatuhu kulelewa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wafatu jaddihi, na kufa kwa babu yake. Katika darsa iliyopita tulishuhudia, tuliona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotimiza miaka sita, mama yake Bibi Amina bintu Wahbi akaenda safari ya kwenda Madina akiwa amefuatana na babu yake Mtume. Katika riwaya ni alikuwa mfuatana na kijakazi wao Ummu Aiman. Kwa hiyo inaweza kani babu yake Mtume au Ummu Aiman. Safari hii ililenga kwenda kulitembelea kaburi lake Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Lakini wakati wanarejea kutokea Madina, kuna kijiji katikati kipo, kipo, kipo, katikati ya Madina na, na Makka. Hicho kijiji kinaitwa al-Abwa. Hapo ndipo ambapo mama yake akapatwa ya na maradhi ya ghafla na akafariki, akazikwa hapo hapo Mtume akiwa na miaka sita. Kwa hiyo kutokea hapo akachukuliwa na babu yake kimalezi. Kama malezi ya mama na mtoto ilikuwa ni ummu Aiman, lakini katika kulisimamia hilo kutoa gharama ni babu yake mzee mze Abdul Muttalib. Kwa hiyo akaendelea kumlea kutokea miaka sita mpaka kufikia miaka minane. Ndio hapa leo tunapata kutambua kama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi, aliyosimamia malezi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufa mama yake. Jaduhu Abdul Muttalib ni babu yake, babu yake Abdul Muttalib. Wa kana yuhibuhu akthar min hubih liauladihi, na mzee huyu babu yake huyu alikuwa akimpenda Mtume zaidi kuliko anavyopenda watoto wake. Kwa hivyo katika watoto wake ka mzee Abdul Muttalib mtoto alikuwa wa wakimpenda sana ni Abdullah ambaye ni baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa alikufa mapema na akaacha athari ya mtoto ambaye ndio huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akapata mapenzi mara mbili yake, anapendwa sana kuliko mzee anavyopenda watoto wake. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 ya sanawati Wakati mtume wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alipofikisha alipofikia umri wake miaka minane kutokea miaka sita pale alipoanza kushukuliwa na babu yake, ina maana ni miaka miwili tundu ameishi na babu yake. Maata jadduhu, akafa babu yake, hapo mtume alipofikisha miaka minane. Baada an, an kafalahu sanatain baada ya mzee Abdul Mutalib kumlea mtume kwa miaka miwili wa baada ya wafati jaddihi, na baada ya, na baada ya kifo cha babu yake kafalahu abuhu Abu Talib, akalelewa mtume na, na, na, na ammi yake ambaye ni Abu Talib. Abu Talib huyu alikuwa ni kaka yake mzee Abdullah, yani kwa maana huyu ni, ni ammi yake mtume baba mmoja mmoja na baba yake. Kwa hivyo palionekana kwamba hakuna atakayekuwa atakayefaa zaidi kumlea mtume na atakayemhurumia zaidi kuliko huyu ammi yake ambaye ni baba mmoja, mmoja na baba yake ambaye ni Abu Talib, wa kana faqiran, na alikuwa huyu mzee Abu Talib ammi yake mtume ni maskini, pamoja kwamba alikuwa ni mfanya biashara kama walivyo wafanya biashara wengine. fawassa Allah rizqahu, Allah akamkunjulia riziki yake, ikawa alhamdulillah, si katika wale ambao wanajitafakari watakula nini. Wakati sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye muda wa kulelewa na ammi yake qaiman bima khasamahu Allah, alikuwa anasimama yani anaridhika alikuwa anatosheka na kile alichomgawania Allah. Alikuwa anatosheka na ridhika na kile kile ambacho Allah kampa, wayassara lahu, na kile ambacho Allah kam kamwepesishia. Kwa hivyo bado tunaendelea kuona namna mtume ambavyo Mtume sallallahu wasalam, heka heka zizozipitia tangu zaliwa kwake na makuzi yake, mara kaingia katika mikono ya huyu mara mikono ya yule, na yote haya ni katika ni mtihani ya Allah kwa mja wake, lakini pia nikumwandaa kwa ajili ya jukumu zito sana la utume hapo mbele. Alkhulasa ufupishi, rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib, aliyemlea mtume baada ya mama yake kufa ni babu yake Abdul Muttalib kutokea miaka sita alipokufa mama yake, akaleliwa na babu yake mpaka alipotimiza miaka minane. Watuufia jadduhu na akaafa babu yake, wa umruhu thamani sanawati, ili hali mtume umri wake ni miaka minane. Wa umruhu thamani sanawati, hali ya kuwa mtume umri wake ni miaka minane. Fakafa lahu ammuhu abu talib, kutokea miaka minane akaendelezwa kulelewa na ami yake abu Talib. Wallahu alam.